Shirika la habari la BBC limekumbwa na mtikisiko mkubwa wa uongozi baada ya mkurugenzi mkuu Tim Davie na mkuu wa idara ya habari Debora Tolnes kujiuzulu Jumapili usiku kufuatia tuhuma kuwa kipindi cha BBC Panorama kilidanganya hadhira kwa kuchakachua hotuba ya rais wa Marekani Donald Trump ili ionekane kuwa aliwahamasisha moja kwa moja wafuasi wake kushambulia jengo la bunge la Marekani, Capitol Hill mnamo Januari 6 mwaka 2021. Kujiuzulu kwao kunakuja baada ya gazeti la The Telegraph kuchapisha maelezo ya memo ya ndani ya BBC iliyoandikwa na Michael Prescott, aliyekuwa mshauri huru wa kamati ya viwango vya uhariri ya shirika hilo. Prescott ambaye aliacha nafasi hiyo mwezi Juni alionyesha wasiwasi kuhusu makala ya Panorama yenye kichwa cha habari Trump a second chance iliyotengenezwa na kampuni huru ya October Films limited na kurushwa hewani mwaka jana. Kwa mujibu wa memo hiyo, wahariri wa Panorama walichanganya sehemu mbili tofauti za hotuba ya Trump zilizotolewa kwa tofauti ya zaidi ya dakika 50 na hivyo kutoa picha ya uongo kuwa alikuwa akiwahamasisha wafuasi wake kuvamia bunge. Katika hotuba yake halisi mjini Washington, Trump alisema tutaenda kutembea hadi Capitol na tutawashangilia maseneta na wabunge wetu jasiri, lakini katika toleo la Panorama maneno hayo yalihaririwa kuwa tutaenda kutembea hadi Capitol nami na nitakuwa pamoja nanyi na tunapigana tunapigana kama kuzimu. Memo hiyo ilibainisha kuwa kauli ya fight like hell ilichukuliwa nje muktadha Kwani Trump alikuwa akizungumzia madai ya wizi wa kura. Ufunuo huo ulizua hasira kubwa za umma na mashaka kuhusu upendeleo wa kihabari ndani ya BBC. Waziri wa utamaduni wa Uingereza, Lisa Nandi, alisema Jumapili kuwa suala hilo ni zito mno na liko ndani ya mlolongo wa mashtaka mazito kuhusu upendeleo wa kimfumo katika namna BBC inavyoripoti masuala nyeti. Kupitia barua pepe kwa wafanyakazi wa BBC, Tim Davi alisema anachukua uwajibikaji wa juu kabisa kwa makosa yaliyofanyika akisema kuwa makosa fulani yalitokea. Debora Turness alipokutana na waandishi wa habari nje ya makao makuu ya BBC London, alisema uwajibikaji uko kwangu, lakini BBC News haina upendeleo wa kimfumo. Baadaye mwenyekiti wa BBC samir Shah aliandika barua kwa bunge akithibitisha kuwa kulikuwa na kosa la uamuzi katika uhariri wa makala hiyo akisema kuwa marekebisho yaliyofanywa yalitoa taswira ya wito wa moja kwa moja wa kuchochea vurugu. Usiku huo huo BBC ilithibitisha kuwa Rais Donald Trump ametuma barua rasmi akitishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya shirika hilo. BBC imesema imepokea barua hiyo na itatoa majibu yake kwa wakati mwafaka. Kisa hiki kinachukuliwa kama mojawapo ya kashfa nzito zaidi za kimaadili na uhariri kuwahi kuikumba BBC na kimeibua maswali mapya kuhusu uaminifu, uwajibikaji na kutokuwa na upendeleo wa kisiasa katika chombo hicho kikubwa cha habari duniani.